Ambayo yametolewa wako wale ambao wamekalia urithi wetu, wamekalia nafasi zetu, wamekalia wamekalia baraka zetu, wamezishikilia, wako mahali kwenye ulimwengu wa roho. Tunaenda kuwafukuza haleluya. Na kama wana mshirika yoyote kwenye ulimwengu wa mwili, basi atimang'ana nao wataondoka naye. Haleluya, vita yetu si ya kimwili, vita yetu ni ya kiroho Kushindana kwetu si kwa kimwili, kushindana kwetu ni yo yo te, kwa kiroho. Kwa hiyo tunaenda kufukuza kila roho na kila nguvu, kila mamlaka, kila uweza, kila utendaji, kila seti yoyote katika ulimwengu wa roho ambayo imekalia, imeshikilia nafasi yako, baraka yako, kitu chako natakiwa itoke ili uweze uweze kurithi. Haleluya! Uko tayari kuomba maombi hayo? Uko tayari kuomba maombi hayo kwa kumaanisha? Uko tayari, nafasi yako, urithi wako upatikane saa hii? Wana wa ahadi, uko tayari kupokea hiyo ahadi yako inayoshikiliwa? Uko tayari kuidai kwa maombi? Pige Bwana Yesu makofi mengi. Asante Yesu sana, asante Yesu sana, asante Yesu sana, asante Mungu mtakatifu, asante Mungu mtakatifu, asante Mungu mtakatifu, asante Mungu mtakatifu, asante Mungu mtakatifu, asante Mungu mtakatifu. Mshukuru Mungu mtakatifu. Namwambia akupe maombi, akupe namna ya kuomba, mwambie Mungu mtakatifu akuongoze, mwambie Mungu mtakatifu nakuhitaji uniongoze nyumbani na kushughulikia kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili, mahali kokote ambapo pamekaliwa, pameshikiliwa, na kama Mungu alivyomwambia Yesu, wawafukuze wale wabaya, Wafukuze wa Sidoni, wafukuze wa Amoni, wafukuze wa Hivi, wafukuze wa Yebusi, wafukuze wafukuze wa wa wa wa wa, uweze kumiliki, uweze kutwaa urithi wako. Mwambie ku wakongoze, mwambie ku wakongoze kwenye eneo la kazi, kwenye eneo la biashara, kwenye eneo la familia yako, kwenye eneo la huduma, kwenye eneo la utumishi, kwenye eneo la taaluma, kwenye eneo eneo lolote lile, eneo lolote lile kwenye maisha, kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili, kwenye ulimwengu

familia walio kwenye mtaa waliomo kwenye mwili wako popote pale walipokaa, uko tayari kufukuza misimu? Na nyinyi hapa, uko tayari wafukuzwe kabisa kwa moto? Sema, na wafukuza kwa moto, na wafukuza kwa moto, na wafukuza kwa moto, na wafukuza kwa moto, na wafukuza kwa moto, na wafukuza kwa moto.